Wenzangu, viongozi wa jamii ya Kiluo, hasa wabunge, hasa wabunge, juzi juzi, juzi, ni nyinyi, nyinyi mmekuwa mnatukana Ruto. Mimi sijawahi kutukana Ruto, nyinyi mmekuwa mnatukana Ruto juzi. Kina TJ kajua saa hizi, nyinyi mnapiga magoti, mnasema Ruto na Yesu wanafanana. Ni nini nimebadilika? Nyinyi watu mlienda shuleni kwenda kufanya nini? Iyo akili yenu mnazamanga mko nayo ni ya kufanya nini? Mnadanganya mnabizi ni watu wajinga kabisa. Jana Ruto ni mbaya, leo ni mzuri, mnataka sote watu zeme ni wazuri. Naongea na jamii ya Wajaluo. Jamii ya Wajaluo I'm speaking to you today. Raila akiita maandamano Jumatatu mko huko. Jumanne mko huko. Jumatano mko kila siku hata Jumapili akiita mko huko na mnatupa mawe. You are very violent hata saa hizo wakati rais atembea Nairobi, wale watu ambao wanachezana kwa mikutano yake ni Wajaluo. Nyinyi mnafikiri kwamba mnapenda Raila ndio mnaenda kwa maandamano maanda, ile kitu ambayo hamjui ni kwamba mnaenda maandamano siku ya kazi bana, hamuna kazi, you don't have job. Hamuna kazi, that's why wakati wote wa siku ya kazi mnapatikana kwa maandamano Hebu jiulize kwa hii miaka yote hii, mbona sisi wote pande hii western, Wajaluo, Waluya, watu wengine, mbona hatuna kazi? Nyinyi mnaamini kwamba viongozi wachache walikuwa ndani ya serikali, nyinyi mko ndani ya serikali. Vile Waluya wanaamini kwamba Wetangula na mudabado walikuwa ndani ya serikali, tuko ndani ya serikali. Sisi tumekataa, si ndio? Tunataka Wajaluo pia wakatae, kwamba Raila kuingia kwa serikali peke yake sio wajaluo wote wako ndani ya serikali Waja ashika na marafiki zake wakae kwa serikali wakule peke yao. Siku ya maskini itafika.